Aliondoka kwa baraka zako kwa sababu alivyokuwa mwenyewe alikuwa na tamthilia yake baadaye mm. Sasa yeah, tunaona amerudi. Yeah, aliondoka kwa baraka zako ama ni ni, ni, ni kalaana fulani hivi ulimpa, ndio maana mpaka sasa na yumba yumba hivi Kicheche? mimi ni mdogo wangu anyway as family. hata ni sema simu yangu iko mbali pale, hata nikoanisha simu yangu, nafikiri leo mchana tumetoka kuwasiliana. Ah, wallahi mwenyezi Mungu wala siongopi eh, hatukwahi hey, kugombana by the way mm. Kicheche, mimi kwangu alikuwa na mkataba wa kitaka kuondoka 50 million. Lakini hatujafanya huo mkataba. Of course yes, ilikuwa yeah, si biashara. Eh yeah, sure. Lakini tulipoona kwamba for this time unaweza umesha kuwa uachie nafasi nyingine kama uachia, Mm. Freely. Mm. kabisa wala hakuna tatizo na mpaka kesho tunawasiliana, akizingua, kama kuna kitu kikosa, tutamwambia ndugu wangu Mm na bado akitaka, kuna muda ananipigia bro, kuna hiki na hiki vipi, tufanyeje hapa mm. Na mimi nikitaka ideas naweza nikampigia, tunashare mm. tuna tuna ideas. Hata kipindi fulani nilikaa kimya, mimi ndo nilikuwa nampigia simu, hata mkitaka mmuulize mm. Kazi shida nini, unakifanya bana, watu wanakusema sema na nini so fresh, wakati na mimi najua sio hivyo Nazungumza na kichwa chenyewe. Mmoja kati ya watu ambao naweza nikasema e, wameamua kufanya mabadiliko ya tamthilia. Anaitwa Baba Asma. Atuambie, atu, atuambie vile ambavyo ameweza kukusanya kijiji cha wa, wasanii wale mpaka sasa. Kama kawaida ndugu yangu. Mbona naenda fresh? Bwana umeniluka luka. Haya, umeniluka luka hatimaye tumepatana. mm, eh. Kwa kweli leo mmenibana. <laughs> Kwa nini, kwa nini, kwa nini upendage interview? Ah,

w mwingine hivyo, mi director ndio tunzi wa series ya Dunia mm. CEO wa Production mm. kampuni ambayo inamiliki Dunia series hiki mm. yes. ambacho kimetokea kwa sasa ulikitarajia? yeah. ama ni, ni, ni upepo tu ghafla. ah by the way kwa kwa, kwa dunia kufanya vizuri nilitarajia nilitarajiani. mm. Yeah, sio mwongo, sababu tangu na naiandaa na nafikiri ni idea ambayo ilikuwa na muda mrefu sana na muda mrefu sana, for almost 2 years now na nilijua kwamba siku nikija kuifanya mm. italeta balaa, mengine ni blessings za Mungu yanayozidi, lakini kuhusu kwamba itakuwa kali na itapokelewa nilijua. Kwa sababu mm. so, so mgeni wa kazi kubwa mm. shafanya kazi nyingi ambazo zifanya vizuri by the way mm. nikigusa hapa hapa audiences, hakuna namna yote ambayo unafanyaga kufanya video zako ziende zaidi. Zile trending unafanyaga nini hasa? Mimi nikufanya kazi tu nzuri. Ah. Ndio bana unaona nimeshafanya project baadhi nyingine zilikuwa zingi trending. trending hey. So, Eh. kazi kienda trending si about kitu, kitu, kitu, kitu, kitu trend. Mm. Na unaona ina trend kuna namna mm. namna nyingine. <laughs> eh. Sijui kuna kuna namna lakini mimi ni kazi kazi ndio inakuwa inakuwa on on trending. Mm. Yes. So, on yeah. trending. Mm. Yes. Yes. sio kila kazi pia Kuna majina mapya kuna majina madogo ambayo kwa sasa ni makubwa Namuona Amani, mm. Church Boy, Sindika mm. Kulanya hakuwa ni mkubwa hivyo yeah. kama sasa alivyokuwa sasa hivi yeah. E, namuona nani pale? namuona Kathy, namuona Matilda ili okay. Most wote akina Manyanya nafikiri yeah. Dunia imewatambulisha zaidi, lakini hakuwa hivyo yes, hakuwa hivyo. Nafikiri Dunia imefanya alikuaga ameenda ameendaenda zamani, ni wengine wote enyefahaichea kidogo kawaida <tieningi> <tieningi> nafikiri Dunia ndio kama hata ukimuuliza Manyanya sasa hivi anaweza kukuambia Dunia ndio kazi yangu kubwa, hata amecheza main amecheza nini. Mm. Yes. Mm. ya kwanza wote taamecheaamechea ambao Return some respect to you ambao umeyafanya wewe pale ah, oh, na no, na na ndio tunafanya kazi kazi, unajua unajua zetu is about appreciation. mm. Yes, wao una play play part kubwa, na play part kubwa kubwa, lakini pia kuanzia kwenda ideas direction and everything kusimamia maisha yao in and out. mm. Yes, kwa hiyo tunaishi as a family, nafsi tuna mimi naheshimu sana love. mm. mm. Mimi kwangu sio mtu kitu sana, tukiwa tuna tuna love tunaheshimiana kila kwa nafasi yake. mm. mm. Wasanii, so, kuna namna fulani imekuwa kama ni watu kukuwa na mbawa baada ya kuweza kupata jina kiivyo. mm. kuna majina yeah. Eh, unajua una namzungumzia nani mm, no. Eh, watu wanakuja kama hivi awana majina mwisho wa siku mm. wanaluka, tusifiche kama Kicheche tusemehivo. yeah. mm. alikuwa ni mtu ambaye wewe ulikaa naye alikuwa mtu wa kawaida, lakini sasahivi baada ya kujiona kwamba anaweza nikasimama, mm. watu akanikimbilia, analuka, umejiandaje kwa wao wengine? Haa, ni taasisi kama unavyoongelea timu ya Yanga timu ya Simba mm. Lazima wachezaji waingie na wanatoka mm. Sio nzuri kwao, ni normal thing kabisa, kwa sababu it's a business mm. So, so siwezi kusema nitamngang'ania mtu muda wote no. Hata hata Diamond wasanii sio wanatoka mm. E, ile ni label, sio kama mimi ni mzazi sijamza yote ile. <laughs> umejiandaa kwa hilo Of course yes, usipojiandaa hivyo manake yeye Manyanya anaondoka bwana. Usipojiandaa hivyo manake yake, wewe sio mfanya biashara mm. Ndio maana mimi sijaipotea kwa sababu msanii ametoka mm. Bro, mimi nimeanza kufanya kazi na mwanangu Asma. Ndio mtu wa kwanza anaingia naye kwenye industry. Yupo wapi? Yupo shule tu zinambana eh, ngafanya kazi mtu wa pili anafanya naye kazi ni Kicheche kwa msafi. Kicheche mshua. Big yule. Yule big big. Mtu wa tatu mimi minakuja kufanya naye kazi kidogo, tulifanya kazi club mm. before. Mm. So, muda huo wa klamu nafanya kazi ndo namuita nani Bailam mm. Ndo wasanii so wangu wa kwanza kwanza Bailam mm. Violet wakwanza mm. Wakwanza so, Bailam alitoka, after Bailam machana klamu pia, muda huo tulikuwa tunafanya tu kama by kolabo, sikuwahi kumanage by the klamu tufanya mm. kama kolabo ndio nikamchukua Kicheche mm. nikafanya naye kazi, ametoka Kicheche wamekuja wakina Manyanya. Kwa hiyo ukiangalia mimi na series ya wasanii wengi hao wa YouTube ambao wamepita mikononi mwangu bado niko pale, kwa sababu kama daraja. By the way, mimi naamini kwenye talent story kali. Mashabiki hawataki mtoshe, mashabiki wanataka kitu kizuri. mm. ukiamini kwenye, kwenye, kwenye identity ya mtu, identity inatengenezwa, hakuna mm. mtu amezaliwa na ustaa Unaona vizuri. Hmm. Kwa mimi hata leo naweza nika huwa naambia hata wasanii wangu. Hata sasa hivi mnaweza vote mkawa hamfanyi nikaanzisha project mpya na watu wapya. Mm. Kama ni kali wataenda na watakuwa mastaa. Mm. Kwa sababu wanu stars wanatengeneza. Sure. Diamond alizaliwa kwa Diamond vile? No, alionyesha talent yake kana ndio maana wako wengi. Hmm. Na uzuri sana hauna mipaka kwamba eti tushawajua hawa kumi ndio hao hao. Hata mm. kesho nikisema naleta mwingine anakuja kama kitu ni kizuri. <laughs> <laughs> Umezungumzia swala la watu wapya. Kuna kichwa mm. kipya pale Maina? Eh, umekuwa ni mtu ambaye unapokea watu ambao labda wajaenda kihivyo, yes. Simu binafsi, napata simu nyingi sana watu wanasema niunganishe bwana na mimi kwa sababu manifanye kwenye Dunia. Hebu mm. tuambie watu unafanyaje, kuchukua watu wapi, na mimi sasa nitolee hizi kero. Ah uh, by the way, wengi wana request kitokea, request ni nyingi by the way. Lakini mimi naangalia sana sana talent. Kuna mm. talent tunafanya kazi na nikiona pia hii sehemu una fit mm. na ndio maana mimi na watu wengi ambao unaweza kuona nimefanya nao kazi sasa hivi mm -hmm. lakini inawezekana request zao zilikuwa hata 2 years before mm -hmm. ila mpaka niona kabisa hapa, nikikuweka kweli utaenda. Mimi sipendi kufanya tu ili mradi mm -hmm. Ni sema, nikisema leo namchukua mtu basi kweli Mungu anasaidia tunaenda, mm. Sawa, kuna, kuna, una una, una time ambayo nilikutafuta sana kosa, by the way ni mtu ambaye hupindi kamera kama ulivyosema, mm. upindi kuojiwa na maswali mengi ambayo watu tumekuwa si tukijiuliza, mashabiki miko wamejiuliza, natamani kwamba leo twazungumze, mm. Sababu so, sijui kama nitakupata wapi <gulia> eh najua, ambapo najua jinsi gani ambapo tunakupa kwa kwa tumzungumzie, wow. Kicheche, moja kati ya watu ambao amepitia kwenye mikono yako aliyekuwa, yeah. e, kwako akaondoka, uh, uh, e, eh, baada ya karudi kwenye yeye mwenyewe kujitegemea yeah. Swali so, langu ni ndogo tu, aliondoka kwa baraka zako kwa sababu alivyokuwa mwenyewe alikuwa na tamthilia yake baadaye yeah. Sasa anaona amerudi yeah. Aliondoka kwa baraka zako ama ni, ni, ni, ni kalaana fulani hivi ulimpa? Ndio maana mpaka sasa na yumba yumba hivi. Kicheche mimi ni mdogo wangu. Anyway as family, hata nikisema simu yangu iko mbali pale, hata nikionyesha simu yangu, nafikiri leo mchana tumetoka kuwasiliana. Ah. Wallahi Mwenyezi Mungu wala siongopi. Eh. Hey. Hatukwahi kugombana by the way. Mm. Smikongo alikuwa na mkataba, wakitaka kuondoka 50 million, lakini hatujafanya huo mkataba na 50 million alipe. Of course yes, ilikuwa yeah. si biashara yeah, sure. Lakini tulipoona kwamba, ah, for this time unaweza umeshia kuwa, uachie nafasi nyingine, kama uachie, mm. freely mm. kabisa, wala hakuna tatizo, na mpaka kesho tunawasiliana, akizingua kama kuna kitu stutamwambia ndugu wa wangu mm na bado akitaka, kuna muda ananipigia bro, mm. kuna hiki na hiki vipi tufanyeje hapa mm. na mimi nikitaka ideas naweza nikampigia wewe, vipi tunafanyaje hapa mm. sina vizu tuna share ideas. Hata kipindi fulani nilivyokaa kimya, mimi ndo nilikuwa nampigia simu, hata mkitaka mmuulize mm. kisha mbona utoi kazi, shida nini? Ah, kuna hiki mfanya bana, watu wanakusema sema na nini so fresh, wakati mimi najua so hivyo mm. na love zuri eh, kwa tunaendelea kushirikiana na kushangaa tena, any time tuka, tukafanya kazi tena. kuna uwezekano kurudi ni kwako not kurudi, unajua kinachotokea ni nini? Kicheche alikuwa under Bicho Production. mm. sio tuna vizuri. mm. lakini baadaye tukaona kwamba ameshakuwa na uwezo na kusaidia watu wengine, sababu hapa Bicho Production kuna wasanii kibao. kifika kamini pale kuna watu zaidi ya hamsini hata wajui wengine. mm. bado nawapika na tutawatoa. mm. kwa hiyo uwezo kangangania, hata Manyanya anaweza kakaa, baada muda fulani naye kakuwa naenda tafuta mtu mm. mwingine, akina Violeta akikuwa anaenda mm. tafuta watu wengine tu hivyo mm. eh. sasa inakuaje? ilikuwa na kazi yake inaitwa mm. mm. eh. ina malaika chaneli yake baadaye tena kachana nayo, amerudi kwenye YouTube nyingine na zaidi watu laki tano hivi hmm. Anasuasua yani e, kuna namna fulani ambavyo amemisi yani amekosea masharti kwako. Wewe ndiye mtu ambaye ulimtengeneza ama nini? Inakuwa hivi yani hmm. Unajua ni unajua kutoka sehemu, maanake ni kama unaenda, unaenda kuwa, kuwanza tena hmm. Ukiona okay, na mikakati mipya, watu wapya na nini kwao, lazima kuna vitu vi, taratibu atakaa kwenye mstari trust me mm. Tumpe muda tu, ila atakaa kwenye mstari tena vizuri tu mm. Ni sawa tu kwa sababu alibadilisha, unajua ni msanii yule, alikuwa analelewa mm. Kipaji kinalelewa kwao, amekutana na watu wengine tena, inabidi wa, waingize mifumo yao mingine mm. Unaelewa vizuri yes. Kwa hiyo ni kumpa tu muda, anakaa kwao, trust me, Kicheche ni moja one, one of the talented person kwenye inchi mm. Huwezi kumchukulia poa hata dakika moja. Waambie chochote basi, washabiki ambao wanapenda kazi ya mwana, dunia uh, asante sana kwa ma, kwa mapokezi mm. By the way, endeleeni kuenjoy Dunia. Tunapatikana tunapatikana Asma Film mwangalie mm. kazi na, na, na naomba nitoe tangazo yeah. Kuna watu wanalalamika sana wanapata kazi nyingi ambazo sio za kwetu. Watu wengi wanadanganya danganya sio sure, episode sure. Ya ngapi, episode sure. ngapi, ngapi. Guys, angalia account ambayo imeposti kabla hujawatch video mm. Account ya Asma Film ina subscribers 700 plus wale, ukiona, wale. Yes, ukiona ni under laki saba plus subscribers, maanake yo sio account yetu. Hizo ni fake account. Ni hilo tu, but thank you, shukrani sana na ya poa.